Tupo ndani ya wiki kuu, ambapo katika wiki kuu hii leo ni siku ya Alhamisi Kuu, tunaingia katika kutafakari juu ya siku tatu takatifu za Pasaka. Siku tatu hizi takatifu za Pasaka zinaanza na alama ya Alhamisi Takatifu. Ni siku ambapo Yesu aliweka sakramenti takatifu ya Ekaristi na ni siku ambayo aliweka sakramenti ya upadirisho. Ni siku ya mapadri, na pia ni siku ambapo aliweka sakramenti ya upendo kwa kuwaosha miguu. Masomo tunayoyapata katika siku ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya kumi na mbili aya ya kwanza hadi ya nane na ya kumi na moja hadi ya kumi na nne somo la pili tunalipata kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ile ya 11 aya ya 23 hadi ya 26. Injili tunaipata katika injili ya Yohana sura ya 13 aya ya kwanza hadi ya 15. Katika habari za Agano la Kale, Mwenyezi Mungu katika kuweza kuwatoa wana wa Israeli kutoka katika ule utumwa wa Misri aliwaandaa kwa namna mbalimbali. Ilipofika saa ya kuweza kutoka huko, kwa kupitia kinywa cha Musa aliwaambia wana wa Israeli, Kutoka sura ya kumi na mbili aya ya kumi na tatu akawaambia wachukue, aliwaambia wachukue mnyama, na huyo mnyama wa mchinje wakicha mchinja na watachukua damu za huyo mnyama watapaka ile damu katika miimo ya milango yao. Na mwenyezi Mungu, katika kitabu hicho cha Kutoka sula kumi aya ya kumi na mbili akasema, ndipo nitakapofanya hukumu juu ya miungo yote ya Wamisri, ndimi Bwana. Na anasema mwenyezi Mungu, mahali itakapokuwepwa damu juu yenu hamtapata mapigo yoyote yale. Yaani siku hiyo akawapiga wa Misri, kwa sababu zile nyumba ambazo zilikuwa hazina alama ya damu, eh, malaika wa kifo aliingia akawaharibu. Na siku hiyo Mwenyezi Mungu akawaambia wana wa Israeli, itakuwa ukumbusho kwenu na itakuwa ni sikukuu kwenu kwa vizazi vyote, vizazi vyote itakuwa ni amri ya milele. Yesu akiwa katika hatua zake za mwisho sasa. Ni yeye ndiye mwanakondoo wa Mungu, sasa anakuja kuchukua dhambi za ulimwengu. Msisahau katika agano la kale, manake alichinjwa mwana kondoo, wakapaka damu katika miimo ya milango. Yeye sasa anakuja kumwaga damu yake, anakuja kutolewa sadaka. Ndipo sasa katika ile Alhamisi Kuu anaweka sakramenti ya Ekaristi Takatifu na anamwaga damu yake kwa ajili ya watu wote kuweza kuwakomboa inakuwa ukumbusho wa milele na inaanza kuandaa Pasaka, yani ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu mwenyewe katika injili ya Yohane sura ile ya kumi na tatu aya ya kwanza anasema kwamba alijua kuwa saa yake ya kuondoka hapa duniani imetimia na saa ya kuondoka katika ulimwengu huu kwenda kwa Baba yake imefika. Aliwapenda watu wake, aliwapenda watu wake walikuwa ulimwenguni, aliwapenda upeo anasema kwamba akijua kabisa kama Baba amempatia vyote mikononi mwake na yakuwa alitoka kwa Mungu na atakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa, akajifunga ili sasa aweze kuwatakasa, na ndipo basi akaweka ile sakramenti ya Ekaristi takatifu. Fumbo hili kuu la Pasaka linaandaliwa katika alama hizo za Yesu kuweka Ekaristi takatifu ambayo tunaipata katika Injili ya Mathayo sura ya aya ya 26 mpaka ya 29 na Marko sura ya 14 aya ya 22 hadi ya 25 na Luka sura ya 22 aya ya 15 mpaka ishirini. Yeye anatoa mwili wake kwa ajili ya ulimwengu mzima, yeye anatoa damu yake kwa ajili ya ulimwengu mzima. Anasema kwamba twaeni mle nyote, twaeni mnywe nyote, na hiyo inakuja kuwa alama kwetu. Siku ya leo ni siku ya kuweza kukaa na Yesu, kuweza kumwabudu ni siku ya kuweza kumwambia yote ambayo tumekuwa nayo na damu yake takatifu na mwaga katika misa takatifu iweze kuwa kinga katika maisha yetu. Damu yake iweze kuwa ulinzi katika maisha yetu, na wale wote watakaweza kupatika kuweza kukaa mbele ya Yesu Kristo wakaweza kuwa wanamwabudu watapata ushindi wa kuweza kuondokewa na kila aina ya uharibifu. Siku ya leo Yesu ameweka pia sakramenti ya upadi. Ongeleni mapadi kote duniani Swali moja la msingi, padi ni nani? Padi kama anavyozungumza Waebrania ile sura ya tano aya ya kwanza mpaka ya nne padi ni mwanadamu ambaye yeye ametwaliwa kati ya wanadamu kwa ajili ya mambo yanayomhusu Mungu. Padi ni kuhani kama walivyokuwa akina Aroni. Padi ni Kristo mwingine. Padi ni mwezeshaji mtangulizi wa mambo ya imani, yupo na taifa la Mungu nyakati zote. Kipindi mwanadamu akiwa anazaliwa, padi yupo, kipindi mwanadamu akiwa anakufa, padi yupo, wakati wa furaha za mwanadamu padi yupo, na wakati wa huzuni za mwanadamu padi yupo. Yesu, akitambua juu ya unyonge wa mwanadamu aliyokuwa nao akiwapo duniani yaani mwanadamu anaanguka katika swala zima la dhambi, aliweka sakramenti ya upadri ili padri kwa kupakwa mafuta mikononi mwake padri aweze kuwa na uwezo wa kuweza kuondoa dhambi. Mbatizo yote ambaye amefanya kuwa mtoto na mteule wa Mwenyezi Mungu, akitenda dhambi anaondolewa kwa maneno ya padri katika sakramenti ile ya upatanisho kwa uwezo aliyopewa kupakwa mafuta na askofu. Padre yeye kwa maneno ya utulivu kwenye sakramenti ya kitubio anasema kwamba nenda na amani ya Bwana, umesamehewa dhambi zako. Maneno haya humfukuza shetani ndani ya nafsi ya mwanadamu, na kwa maneno hayo mwanadamu anapata utulivu wa ndani sana katika roho yake baada ya kuweza kuondolewa dhambi. Hivyo basi haijalishi mwanadamu umezama katika dimbo la dhambi kwa kiasi cha namna gani, unaotumwa wa namna gani, mamlaka ya kuondoa dhambi iko kwa padri. Yesu anaweka sakramenti ya upadri hii kwa ajili ya wadhambi. Padri ameweka kwa ajili ya kuweza kuwabariki na kuweza kushuhudia makubaliano kati ya mume na mke ambaye hawa wanaahidi kuweza kuishi katika uaminifu katika sakramenti ya ndoa. Familia hii mpya ambayo imetoka huko, kila mmoja hajui mwenzake ana mambo ya namna gani, katika ibada ya Misa takatifu wanatakatifuzwa, wanaondolewa mikosi, wanaunganishwa kuweza kutengeneza familia mpya, na ndipo Mwenyezi Mungu anajitwalia watu wake kwa ajili ya miito mbalimbali. Padi yeye anaunganisha mara kwa mara jitihada za watu wazazi katika kuweza kuwaelimisha watoto wao, ndio maana padi wanasimama katika sura, lazima kusimamia katekesi kwa watoto wadogo. Padi si mtu anayechoka, padi wakati wote anakuwa na wagonjwa, yu tayari nyakati zote kuacha shughuli mbali mbalimbali alizokuwa nazo ili akampatie mpako mtakatifu mgonjwa na kuweza kumtuliza, anamwimarisha na kumponya katika udhaifu wa kimwili na kiroho vilevile vile padi katika nyakati zote za misa takatifu yupo katika suala zima lazima la kuweza kusali na kuweza kuziongoza roho zote ziweze kumwabudu mwenyezi Mungu. Ufahamu kwamba upadi ni zawadi ya Mungu kwa mwanadamu. Padi lazima atoe zaidi kuliko kupokea. Padi ni sadaka ya kipekee ambayo mwanadamu kwa kumheshimu mwenyezi Mungu, anapomwona padi lazima aweze kumwambia Mwenyezi Mungu asante. Ni mtu ambaye anamwakilisha Kristo, kama vile Mtakatifu Fransisko wa Asizi alivyosema, kama nikikutana na malaika pamoja na padi, ningeweza kumsalimia kwanza padi, kwani malaika ni rafiki wa Mungu, padi ni mhudumu wa Mungu. Heshima padi inatamkwa wazi na bwana wetu Yesu Kristo ambaye anasema awasikilizaye ninyi anisikiliza mimi, naye awakataye ninyi anikataa mimi, naye amkataye mimi amkataa yeye aliyenituma. Luka sura ya kumi aya ya kumi na sita. Siku ya leo ni siku ya Yesu alipoweka ile amri ya upendo, kama tunavyoipata katika ile Injili ya Yohana sura ya kumi na tatu aya ya nne. Yesu aliondoka chakulani, akaweka kando ya mavazi yake, akatoa kitambaa, akajifunga kiunoni akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Ingawa Petro alikataa katika swala zima la kutaka kuweza kuoshwa, Yesu alimwambia, kama nisipokutawadha una shirika nani? Basi akawaambia, ikiwa mimi ambaye ni bwana na mwalimu wenu nimewatawaza ninyi miguu, imewapasa vivyo hivyo kutawazana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapatia kielelezo. Ishara mojawapo katika ibada ya leo ni mapadi kuweza kuwaosha miguu wale ambao wameandaliwa kwa kazi hiyo. Padi anavyopiga magoti kuweza kuwaosha miguu, anajifananisha na Yesu. Yesu ambaye alikuja kutumikia, Yesu ambaye alikuwa ni Bwana alinyenyekea kwa upendo, anaosha miguu, anaondoa uchafu wote na hiyo ilikuwa ni ishara kwamba Yesu anaosha ubinadamu wetu kwa damu yake takatifu, kwamba hakuna kitu kingine chochote kile ambacho kinaweza kikatutakasa kikaosha udhaifu wetu isipokuwa damu yake takatifu. Siku ya leo ya Alhamisi Kuu, tudumu katika suala so zima la sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Siku ya leo tuwaheshimu mapadri, na siku ya leo tupendane. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.